Nam moja kati ya taarifa ambazo zimeshika headlines katika vyanzo vingi na vyombo vya habari ndani na nje ya mipaka ya Tanzania leo tarehe 7 Mei mwaka 2025 ni kuhusiana na kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu mheshimiwa David Cleopa Msuya. Leo Mei 7, mheshimiwa rais ametangaza kutoka Ikulu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akitangaza kifo cha makamu wa rais wa kwanza na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa David Cleopa Msuya kilichotokea leo tarehe 7 Mei mwaka 2025 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa amelazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo taarifa zaidi ya mipango kamili ya msiba itaendelea kutolewa na serikali. Rais daktari Samia suluhu Hassan ametangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia leo tarehe 5 Mei hadi tarehe 13 Mei 2025. Rais Samia anawapa pole ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa msiba huu. Mzee Cleopa David Msuya aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Tanzania amefariki leo uh, Mei 7, 2025 siku ya Jumatano akiwa na umri wa miaka 94. Alizaliwa tarehe nne Januari mwaka 1931 katika kijiji cha Chombo Usangi wilaya ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro. Msuya alihudhuria chuo kikuu cha Makerere kati ya miaka ya 1952 hadi 1955. Baada ya hapo alifanya kazi katika maendeleo ya jamii na vijijini kuanzia mwaka 1956 hadi 1964. Kuanzia 1964 alihudumu kama katibu mkuu katika wizara mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya jamii na utamaduni, ardhi na maendeleo ya maji, mambo ya uchumi na mipango na fedha. Mnamo Februari 14, 1972, Msuya aliteuliwa kuwa waziri wa fedha, nafasi aliyoishikilia hadi Novemba 3, 1975, alipochukua wadhifa wa waziri wa viwanda, akiteuliwa kuwa waziri mkuu kwa mara ya kwanza mnamo Novemba 7, 1980, akihudumu hadi 1983 Februari 23. Baadaye alihudumu tena kama waziri wa fedha na waziri wa viwanda na biashara katika kipindi tofauti tofauti. Mnamo 1994 Disemba aliteuliwa tena kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais akihudumu hadi Novemba 1995. Baada ya kustaafu kutoka siasa mnamo Oktoba Mnamo Oktoba uh, 29 mwaka 2000, Msuya aliendelea kuwa mwanachama hai wa Chama cha Mapinduzi yani CCM na alihudumu katika kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho. Mnamo Oktoba 23, 2019, aliteuliwa kuwa mkuu wa Chuo cha Ardhi Mzee. Um, Msuya alifariki dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu alipokuwa akipokea matibabu katika taasisi mbalimbali mbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Hospitali ya Mzena na London, Uingereza. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika historia ya siasa na maendeleo ya Tanzania. Huu ni wasifu mfupi wa aliyekuwa uh waziri pia makamu wa kwanza wa rais wa nchi ya Tanzania. Huo ni wasifu wake, na sisi hatuna mengi ya kuongea zaidi sana, tunachojua kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Mungu ailaze roho ya marehemu Msuya mahali pema peponi, amen. Hii ni Mega Media Tanzania na mimi ni Balamatizi. Uh, usisahau kusubscribe kulike pamoja na kucomment.